Yanayohusiana na, na tawi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, shughuli yetu imekwenda vizuri, tawi limezinduliwa. Sasa tunakwenda kwenye utekelezaji wa kulitunza na kulidumisha tawi letu, lakini jambo nyingine ambalo limetuleta hapa Zingiziwa ni uzinduzi wa hamasa, na niseme tu ya kwamba hamasa yetu kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23 ya mwezi huu wa 11 siku ya Jumapili imezinduliwa rasmi hapa katika tawi la Ngobedi Chanika Zingiziwa. Lakini nichukue nafasi hii kuwaalika ndugu zangu wana Zingiziwa katika mchezo wetu wa tarehe 23, tarehe 23, tuna kibarua kigumu kwelikweli, tuna kazi nzito kwelikweli tuna mechi ngumu kweli kweli, lakini pamoja na ugumu wa mchezo huu pamoja na kibarua kizito tulichonacho siku ya Jumapili, nichukue nafasi hii kuwahakikishia wanasimba wa tawi la Mgobedi, pamoja na ugumu wote wa mchezo huu lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaondoka na alama tatu siku hiyo. Petro ata awe mgumu vipi hata ajikaze vipi ata atusumbue vipi lakini, kifo ni halali yake siku ya Jumapili, atake asitake, kifo ni halali yake siku ya Jumapili, apende asipende, ataachie alama tatu siku ya jumapili abane aachie ataachie alama tatu siku ya Jumapili. Twendeni Benjamin Mkapa, ndugu zangu wanasimba, twendeni tukachukue alama tatu, pamoja na ubora wa timu yetu tuliyokuwa nao na maandalizi makubwa yanayofanyika kiufundi kuelekea katika mchezo huo, mipango yote ambayo inafanywa na viongozi wetu kuelekea katika mchezo huo, lakini nguvu yetu ambayo tunaitegemea Jumapili itupe ushindi siku hiyo. Nguvu yetu, silaha yetu ni ninyi wanasimba wa hapa Zingiziwa, ni ninyi wanasimba kutoka sehemu mbalimbali. Uwepo wenu Benjamin Mkapa na tena uwepo wenu kwa uwingi wenu ni silaha namba moja ya Simba kupata matokeo siku hiyo. Kwa hiyo, mwana simba, Jumapili ya tarehe ishirini na tatu ukichagua kubaki Zingiziwa, Manaake umechagua kuihujumu Simba Sports Club. Manaake umechagua kutoitumia silaha yako ya kuwepo Benjamin Mkapa siku hiyo. Manaake umechagua Simba ifeli siku hiyo, na sidhani na wala sioni kama kuna mwanasimba yote hapa yuko tayari kuiona simba yake inafeli. Kila mwana simba anaitakia mema simba yake, na kuitakia mema kwa vitendo simba yako ni kuja uwanjani siku ya Jumapili. Nunua tiketi yako mwana simba, fanya unachoweza kopa, omba, nunua tiketi yako Jumapili, njoo Benjamin Mkapa. Asibaki mtu siku hiyo siku ya Jumapili. Nafahamu Wanazingiziwa, mara nyingi huwa mnakuja uwanjani, ama mara zote huwa mnakuja uwanjani hasa kwenye mechi kubwa kama hizi, lakini nataka mechi hii ya Jumapili, idadi yenu ya kuja uwanjani iongezeke maradufu zaidi. Kama mlikuwa mnakuja 40, basi mechi hii ya Jumapili Zingiziwa peke yake mje zaidi ya mia moja Benjamin Mkapa, na hilo linawezekana kwa sababu hapa zingiziwa kuna wanasimba wengi kweli kweli. Mwenyekiti, katibu, ni jukumu lako, ni jukumu lenu kuwahamasisha wanasimba wazingiziwa, kila mmoja anunue tiketi yake aje Benjamin Mkapa. Na jambo la kufurahisha zaidi, mheshimiwa diwani kaniki simama tukuone yeye ametoa usafiri kwa wanazingiziwa wote hata mkiwa mia tano usafiri wa kutosha